Mimi, ukweli bwana, hata kama ikiwa ni ushirikina ni ubaya, jambo lolote haliwi mpaka Mungu aseme, yani mpaka Mungu atake, au sio? So mimi siamini ushirikina, lakini mimi na imani ni mipango ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hayo matatizo yanatokea kila siku, yani yani kila leo yanatokea, naona kwenye mitandao pia, nipo hospitali naona maajali yanatokea wapi na wapi, na yakitokea ni mara chache sana mtu kupona. Kwa hiyo kwangu mimi ni mipango ya Mwenyezi Mungu, limetokea So ajali ya kitoto ni ajali kweli kwa sababu pale nilipokuwepo moto ulipotokea hakukubaki kitu chochote. Na kama mimi mwenyewe nilishindwa mwenyewe kujiokoa. Kwa hiyo unaona jinsi gani yani moto ulivyokuwa mkubwa. Yaani mimi ile kibinadamu kabisa nilishindwa kujiokoa kwa sababu nilizimia, kwa hiyo nikastuka tu nipo hospitali. Kwa hiyo Wasamaria mwema, majirani pale yes, wakaja wakanisaidia. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kila kitu kina sababu yake. Na mimi ya, hayo hiyo changamoto haiwezi ikawa labda yaani ya kanikatisha tamaa labda nisiendelee ni na, na, na, na mambo yangu, bali ndo kwanza inazidi kunipa chachu ya kuendelea kufanya vizuri.